Na huku kwingine kwenye sekta ambazo zinadhibiti kama umeme e, kama maji, mfumo ambao tunakuja nao e, hawa pasasa, sema, kwa sasa kama ulivyosema ni kuwaelewesha wananchi ili wananchi wapambane na hizi mamlaka tukielewa haki na wajibu, hawezi kupunjwa. Zamani walikuwa kwa mfano hata kwenye kusoma mita hmm. unakuta anaanza kusoma mita wakati wewe hauko kabisa hey. Alafu inakuja tu bili, lakini sasa hivi kwa kupitia EWURA msomaji mita lazima akutane na mwenye mita hmm. Alafu baada ya kusoma mita akutume message, message uridhike hey, kwamba ni yenyewe. Akae siku tatu ndo alete ankara, na kati ya hizo hey, siku tatu ni haki yako kwenda kusema kwamba hapana, huu usomaji hii mimi sijaridhika nayo eh, lakini hey, laki kama, ukisum... kama ukichelewa sasa ni haki ya yule anayetoa huduma kuendelea kutoa ile bili. Kwa hiyo nadhani kuna kazi kubwa ambayo imefanyika, kwa kweli kuna kazi kubwa imefanyika, na pengine niseme tu Watanzania, mnyonge mnyongeni, lakini EWURA amefanya kazi yake, amefanya kazi